Msamaha sahihi ni msingi wa maridhiano. Kwa ufafanuzi, ni ishara ya majuto na uwajibikaji wa kosa. Kukiri madhara yaliyotokea, kuchukua umiliki na kutafuta kurekebisha imani iliyovunjika. Hata hivyo, je, msamaha wa Rais Ruto ulitosha kuziba pengo kubwa kati ya mkuu wa nchi na vijana wa Kenya? Taarifa yake ilikuwa haijulikani wazi na wengi wanajiuliza kama kweli ilishughulikia malalamiko yao makuu. Baadhi ya vijana wa Gen Z wakielezea kutoridhishwa na msamaha huo. Jana tulimsikia, uh, kiongozi wa nchi akisema kwamba kama amekosea, uh, the, the young people of this nation anaomba msamaha. We do not accept such an apology.

At the same time, he decides to use uh, uh, the Bible as a model of apology and so if the president was honest in his apology then we could have, he could have then because he is a man that quotes the Bible all the time Kule Mombasa hisia zilikuwa zile zile mpaka wale watu waliohusika katika mauaji hayo yaliyofanyika mwaka jana waweze kutiwa mbaroni waweze kuchukuliwa hatua za kisheria ndipo tutaweza kusikiza chenye rais ataweza kusema, lakini kama wale waliotekeleza maovi yale hawajashikwa, hakuna msamaha wowote tunaweza chukua kutoka kwa rais ama mtu mwingine yoyote katika serikali. Kukataliwa huku kulienea sana mitandaoni. Ujumbe wa Twitter kutoka kwa mtu maarufu katika harakati za vijana ulisema tu, katalia msamaha Ujumbe huo ulirejeshwa, yani retweeted, zaidi ya mara mia saba chini ya masaa 24, ikionyesha kutoridhika kwa wingi. Ni nini haswa hufanya msamaha uwe na ufanisi kweli? Hebu tuangalie mifano ya kimataifa. Nchini New Zealand, msamaha wa Waziri Mkuu Jacinda Ardern kwa shambulio la msikiti wa Christchurch mnamo 2019, ni mfano mzuri wa uwajibikaji. Yeye hakukiri tu kitendo hicho cha kutisha, bali pia aliahidi mabadiliko ya sera na kusaidia waathirika kwa vitendo halisi. Msamaha wake ulikuwa wito wa umoja wa kitaifa ukiungwa mkono na mpango wa mabadiliko. Je, msamaha wa Rais Ruto unaendana na viwango hivi? Hakukuwa na hatua maalum zilizotajwa au majuto ya wazi yaliyoonyeshwa. Katika nchi ambapo imani imetikiswa sana na masuala kama ukatili wa polisi na kuongezeka kwa gharama za maisha, vijana wanadai zaidi ya maneno tu. I ask all Kenyans to come out and reject this propaganda because this is a propaganda, it's a political statement. Msamaha wa Rais Ruto unaweza kuwa hatua kuelekea maridhiano lakini kwa wengi wa kizazi cha Gen Z, msamaha pekee hautoshi. Wanataka vitendo, wanataka mabadiliko. Swali muhimu linabaki, je, msamaha huu utasababisha mageuzo halisi au ni ishara nyingine tu ya kisiasa? Fatma Chidagaya, K24, Nairobi.